Ndugu Watanzania wenzangu, kwa niaba ya chama chetu chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, naomba nilete kwenu salamu za heri za mwaka mpya. Watanzania wenzangu, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kinawatakia heri na baraka za Mungu tunapouanza mwaka wa 2026. Leo ninapotoa salamu hizi kwa niaba ya chama za kukaribisha mwaka 2026. Tanzania inasimama kwenye njia panda ya kihistoria. Ni, wa, ni wakati ambao taifa linajiuliza maswali mazito. Je, mamlaka bado yanatoka kwa wananchi? Je, katiba bado ipo na inalinda haki za raia? Je, amani inayotamkwa ni ya kweli au ya kupumbaza? Na bado inasimama juu ya haki na ridhaa ya wananchi? Mwaka wa 2025 haukuwa mwaka wa kawaida. Ulikuwa mwaka ambao mkataba wa kijamii kati ya dola na mwananchi ulipimwa kwa uzito wake. Ulikuwa ni mwaka wa maamuzi magumu, maumivu makubwa, lakini pia mwamko wa kihistoria wa dhamira ya Watanzania ya kudai haki, uhuru na demokrasia ya kweli. Kwa niaba ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, napenda kuwashukuru kwa dhati wananchi wetu, viongozi wetu katika ngazi zote, na watanzania wote waliokataa kunyamaza mbele ya dhuluma. Uvumilivu wenu, ujasiri wenu na imani yenu katika haki ni ushahidi kwamba tumaini la taifa hili bado liko hai. Demokrasia ya ndani mfano wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, mwaka wa ishirini na tano ulianza kwa CHADEMA kuandika historia muhimu katika demokrasia ya ndani ya chama kupitia mkutano mkuu wake wa taifa. Wanachama walitumia haki yao ya msingi ya kidemokrasia kuchagua viongozi wao kwa uhuru uwazi na uwajibikaji. Katika mchakato huo, ndugu Tundu Antipasi Lisu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa taifa wa CHADEMA akirithi uongozi kutoka kwa ndugu Freeman Aikaili Mbowe ambaye alikitumikia chama kwa takribani miaka 21 kwa ujasiri na kujitoa sana. Sambamba na hilo mimi John Wegesa Heche nilichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti Bara, ndugu Saidi Mzee kuwa makamu mwenyekiti Zanziba Zanzibar, na baraza kuu la chama liliwathibitisha ndugu John Johni Mnyika kuwa katibu mkuu, ndugu Amani Gorugwa kuwa naibu katibu mkuu Bara, ndugu Ali Ibrahim Juma kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar, na pamoja na wajumbe watano wa kamati kuu ya chama uchaguzi huu haukuwa tukio la kichama pekee, ulikuwa ni ushahidi wa vitendo kwamba demokrasia inawezekana Tanzania, kwamba taasisi zinaweza kuheshimu katiba zao. Siku mia mbili sitini na tisa mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipasirisu alipokamatwa na kuwekwa mahabusu kwa kesi ya uongo batili na yenye uonevu wa makusudi wakidhani atapiga magoti kusujudia sanamu. CHADEMA na Watanzania kwa ujasiri tunajivunia kuwa na Tundu Antipas Lisu kama tunu ya taifa, mtetezi wa kweli, na ndio msimamo ambao Watanzania wanaunga mkono. Kuendelea kumshikilia ndugu Lisu kwa sababu zinazoonekana na Watanzania wote kuwa ni ubatili uongo na uonevu ni kuendelea kutia unajisi mifumo ya haki na mamlaka ya dola kwa kushusha zaidi na kuendelea kufanya wananchi kupoteza imani na mifumo ya uendeshaji wa mashauri na mifumo ya haki nchini. Hata hivyo watesabu ili ing'ae, ili iendelee kung'aa na thamani yake iendelee kuongezeka. Hivyo ndugu Tundu Lisu anaendelea kuwa dhahabu inayoendelea kuongezeka thamani, pia ni tunu ya taifa hili katika mapambano ya kudai utawala wa demokrasia ha na haki hapa nchini. Aidha, kama chama na nchi kwa ujumla, tunatambua kuheshimu jina la Tundu Antipas Lissu kupendekezwa yaani kuwa nominated kwenye mchakato wa awali wa mshindi wa tuzo ya Nobeli kwa hakika, hii ni heshima sana kwa chama chetu, nchi yetu, na bara la Afrika kwa ujumla. Namba tatu: umoja wa chama, nguzo ya mapambano ya kitaifa. Watanzania wenzangu, umoja wetu ndani ya chama si kauli, ni pumzi ya uhai wa harakati zetu. Ni katika mshikamano ndipo chama kinaishi, kinapona na kinashinda. Tofauti za mawazo ndani ya chama cha demokrasia sio ufa, ni msingi ya kujenga hoja bora na uamuzi thabiti. Tunapokubaliana kutofautiana kwa heshima na kusimama pamoja mara baada ya maamuzi yanapofikiwa, tunaifanya CHADEMA iwe bora zaidi nguvu ya kimaadili na iwe na nguvu ya kimaadili na kisiasa isiyoyumbishwa. Kama alivyosema Aristoto, umoja wa wengi ni nguvu kuliko nguvu moja. Chadema itaendelea kuishi mioyoni mwa wananchi na wanachama wote kwa sababu si nembo wala majengo ni dhamira ya pamoja ya kupigania haki. Ni taasisi ya kitaifa, si mali ya mtu, familia au kikundi. Ni chombo cha wananchi cha kudai mabadiliko ya kweli. Chama kinapitia misimu lakini roho ya umoja haifi, kujizalisha upya kila inapojaribiwa. Hapo ndipo harakati zinapokuwa kubwa kuliko hofu, na matumaini yanakuwa makubwa kuliko vikwazo. Ndugu wa Tanzania, tukumbuke umoja na mshikamano wa chama ndiyo nguzo ya mapambano ya kitaifa. Tunapolinda umoja, tunalinda mstakabali wa demokrasia, na kama alivyosema Martin Luther, nguvu ya kweli hupatikana pale watu wanapoungana kwa haki. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama na kwa wananchi. Umoja wetu ni ahadi kwa wanachama, kwa wananchi, na kwa watanzania wote. Namba nne: uchaguzi ulionajisika wa tarehe ishirini na tisa Oktoba na uvunjwaji wa mamlaka ya wananchi. Watanzania wenzangu, kile kinachoitwa uchaguzi wa Oktoba tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka jana uliacha Tanzania ikiwa na jeraha la kisiasa ambalo litachukua muda mrefu kupona. Tulishuhudia matumizi mabaya ya vyombo vya dola, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mahakama dhidi ya wakosoaji wa, wa serikali, wanaharakati na wapinzani wa kisiasa, hususan CHADEMA. Chama chetu kilifungiwa kufanya shughuli zake za kisiasa kwa kisingizio ya kesi za uongo. Mwenyekiti wetu ndugu Tundu Antipas Lissu alibambikiziwa kesi nzito za kisiasa kwa lengo la kutisha na kuzima sauti ya mabadiliko. Wimbi la utekaji, utesaji na upotezaji wa raia wasiokuwa na hatia nchini. Takribani Watanzania mia mbili walitekwa na kupoteza katika mwaka wa 2025 pekee. Kinachoitwa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba haukuwa uchaguzi, ulikuwa ubatilishaji wa haki ya wananchi kuchagua na kuchaguliwa. Matokeo yaliyotangazwa hayakuwa na uhalali wa kikatiba, kisheria, wala kimaadili. Mkwamo wa kisiasa tulionao leo ni zao la mifumo dhaifu ya uchaguzi iliyoshindwa kulinda katiba ibara ya nane inayotamkwa wazi kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka yote na mamlaka na madaraka yote hutoka kwa wananchi. Namba tano: no reforms, no election, sauti ya wananchi na msingi wa mageuzi ya kimfumo. Watanzania wenzangu, katika kipindi ambacho taasisi za umma zilipoteza uhalali wa kimaadili na kikatiba CHADEMA ilisimama si kama chama cha siasa pekee, bali kama dhamiri hai ya wananchi waliokata kat, walio tamaa na mifumo wa uchaguzi uliotekwa na nguvu za dola. Kauli ya no reforms no election haikuwa tishio wala ukaidi, ilikuwa ni hoja ya kifizikia ya haki kwamba uchaguzi bila mageuzi ya kimfumo na kitaasisi si zoezi la kidemokrasia bali ni ibada ya kuhalalisha dhuluma. Kama lilivyosisitiza Tamko la Kimataifa la Haki za Binadamu kifungu cha ishirini na moja, mapenzi ya watu ndiyo msingi wa mamlaka ya serikali. Mapenzi hayo yaonyeshwe kupitia uchaguzi huru haki na wawazi. Bila misingi hiyo, sanduku la kura hubaki kuwa tupu, na ndiyo maana watawala waliopo hawajachaguliwa wala hawana ridhaa ya wananchi, kwa sababu hawakuchaguliwa kwa mapenzi ya wananchi. Watanzania wenzangu, madai ya wananchi yalikuwa ya msingi na sahihi, yasiyopingika Wananchi walikuwa wanadai tume huru yenye mamlaka kamili ya kikatiba, marekebisho ya sheria kandamizi zinazonyima raia sauti, na ulinzi halisi wa haki za kisiasa na kiraia. Msimamo huu haukulenga kuvuruga amani, bali kulinda amani, kwa sababu amani isiyo na haki ni ukimya wa makaburini, kama alivyoonya John Lowes. Sheria isiyo na haki si sheria, bali ni vurugu iliyorasimishwa. Hivyo mageuzi hayakuwa hiari ya kisiasa, bali ni sharti la uhalali wa dola. Watanzania wenzangu, ni jambo la kusikitisha kwamba badala ya majadiliano ya kitaifa, mamlaka zilichukua mabavu, vitisho na nguvu kupita kisa kiasi. Lakini historia ina tabia ya kuwakumbuka waliokataa kupiga magoti mbele ya udhalimu. Vuguvugu la no reforms no election linabaki kuwa alama ya mwamko wa kihistoria, ushahidi kwamba wananchi waligundua ukweli wa kimsingi: bila mageuzi ya kimfumo uchaguzi sio suluhisho, bali ni tatizo linaloendelezwa. Hapo ndipo sauti ya wananchi inapogeuka kuwa falsafa ya ukombozi wa kisiasa. Namba sita. mauaji ya haraiki na jeraha la taifa. Watanzania wenzangu, kutekwa kwa watu zaidi ya mia mbili na mauaji ya Watanzania zaidi ya elfu mbili si takwimu za kawaida. Kwa mizania ya kimataifa, hizi ni namba zinazolingana na nchi zilizoko kwenye migogoro ya silaha au vita ya wenyewe kwa wenyewe katika mataifa yanayojitambulisha kama ya amani na utulivu kisiasa, hata vifo kumi vya kisiasa huibua uchunguzi wa kimataifa na misukumo ya uwajibikaji. Hivyo hivyo basi, kilichotokea Tanzania kinakiuka hadhi yake kama nchi ya amani na kinaiweka katika ramani ya dunia kama taifa lililoshindwa kulinda uhai wa raia wake. Watanzania wenzangu, haya siyo matukio ya kawaida ya kisiasa, ni makosa makubwa ya ubinadamu yanayopingana yanayopingana na misingi ya haki za binadamu inayotambuliwa kimataifa. Ndiyo maana CHADEMA inasisitiza uchunguzi huru unaoaminika na wenye uwakilishi wa kimataifa kwa sababu kiwango cha madhara kimevuka uwezo wa taasisi za ndani kujihakiki zenyewe. Taifa lolote linalojali heshima ya watu wake, linalojali heshima yake duniani, haliwezi kunyamazia damu ya raia wake ikimwagika bila ukweli na uwajibikaji. Na hapa kuna ukweli mchungu kwa watawala: damu ya raia inapomwagika bila majibu majonzi ya familia yanapogeuka takwimu za kutisha, na kilio cha wahanga kinaponyamazishwa na dola, serikali hupoteza sio tu uhalali wake kutawala, bali pia utu wa kimaadili wa kuongoza binadamu wenzao. Tunadai haki kwa wahanga, kwa waliopoteza viungo vyao, na kwa familia zilizobaki na majonzi yasiyo na majibu. Taifa haliwezi kujengwa juu ya damu ya raia wake, na haki ikacheleweshwa kwa vigezo vya kitaifa na kimataifa, hiyo ni haki iliyonyimwa. Namba saba: maumivu ya wananchi, demokrasia na maisha ya kila siku. Watanzania wenzangu, uchaguzi batili hauishii kwenye siasa pekee, huingia moja kwa moja kwenye tumbo la mwananchi na heshima ya maisha yake ya kila siku. Ndiyo chanzo cha mkulima kukosa soko la mazao yake licha ya jasho lake, kijana kukosa ajira hata akiwa na elimu, mama kushindwa kulipa ada ya mtoto, na mfanyabiashara mdogo kunyimwa mtaji kwa mifumo isiyo na haki. Takwimu huonyesha mwelekeo huu kwa ukali. Pale uwazi na uwajibikaji vinapodhoofika, uwekezaji hushuka na mapato ya kaya hupungua na gharama za maisha hupanda. Mizigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, huu ni mzigo unaobebwa na wananchi wa kawaida, si watawala. Watanzania wenzangu, demokrasia ikifa uchumi hufa, haki ikikandamizwa matumaini yanakufa, na hofu ikitawala, maendeleo husimama. Hizi si kauli za kisiasa pekee, bali ni ukweli unaothibitishwa na, na uzoefu wa mataifa mengine. Nchi zenye chaguzi huru na taasisi imara huongeza ajira, hupunguza wa umaskini na kuboresha huduma za jamii. Kinyume chake, pale sauti ya wananchi inaponyamazishwa, takwimu hubadilika kuwa maumivu na gharama kulipwa na mwananchi kila siku. Namba nane. Mwelekeo wa Tanzania tunayoitaka. Watanzania wenzangu, tunaitaka Tanzania inayosimama juu ya katiba iliyo hai, si maandishi matupu bali mkataba wa haki kati ya wananchi na dola. Tanzania inayotawaliwa na sheria, si matakwa ya wachache. Tanzania inayolinda haki za binadamu kama msingi wa utu, si hisani ya watawala. Tunataka dhana potofu, tunakataa dhana potofu kwamba mamlaka huzaliwa kwa hofu. Mamlaka ya kweli hutoka kwa wananchi, kwa ridhaa yao, si kutoka kwenye mtutu wa bunduki wala mihuri ya taasisi zilizotekwa na kupotoshwa. Watanzania wenzangu, CHADEMA tunadai katiba mpya ya wananchi, katiba itakayorudisha heshima ya kura, kusimika uwajibikaji na kufungua njia za haki kwa wote. Tunadai tume huru ya uchaguzi, ili sauti ya wananchi isizimwe, ili uamuzi wa wengi usipinduliwe na wachache. Haya si matamanio ya kisiasa, ni haki za msingi zinazostahili kutekelezwa sasa, bila kuchelewa na tunadai uchumi unaomjali mwananchi wa kawaida, uchumi unaopima mafanikio kwa chakula mezani, ajira zenye staha, na huduma bora, si kwa takwimu zinazoishi zinazoishi maisha ya watu. Kama alivyosema Jean Jacques Rousseau, mtu huzaliwa huru, lakini kila mahali yuko katika minyororo. Minyororo hii ikivunjwa, Tanzania mpya itawezekana. Tanzania ya utu, haki, ujasiri na ujasiri wa mabadiliko. Nani hiki kinachoitwa maridhiano ya kitaifa, ukweli haki na uwajibikaji? Watanzania wenzangu, ni ubatili.